Hello. Karibu katika channel yetu ya Elimika. Leo tumeandalia video. Video hii tutakwenda kukuonyesha mfumo rasmi wa maombi wa ajira hizi mpya zilizotangazwa tarehe 29 na Jeshi la Uhamiaji Disemba 2025. Hivyo usisahau kusubscribe, kushare na kucomment kwa kwanza ndipo tutafanya update nyingine zinazohusu ajira pamoja na elimu. Na ili kuweza kufikia mfumo ama websaiti rasmi ya maombi ya jeshi ya uhamiaji, utakwenda katika browser yako, utaandika www imigration yes, kama tunavyoona imekuja imigration go tz kama tunavyoona hapa hivi. Baada ya hapo, utabonyeza batani yako ya kusearch weza kusubiri website ya jeshi la uhamiaji iweze kufunguka na baada ya kufunguka, tunaiona hii ndio homepage ya website hii ya Immigration Service Department. Kwa hiyo utakapofika hapa, nini ambacho utapaswa kufanya kwa wewe ambayo una na nia ya kutuma maombi utakaofika. So, katika hii hatua itategemeana umetumia kifaa gani, lakini wale wanaotumia kompyuta basi tutaweza kuona uh, sekshen mbalimbali hapa mbali juu katika top bar. Lakini kwa wale ambao watatumia simu hawataziona hizi uh, sekshen hapo. Je, watazionaje? Watakuwa na button hii hi, hii ambayo anaweza akafungua akaona hizi sekshen zote kwa ona, zoto, kutumia simu. Kwa hiyo wale ambao wanatumia simu ukifungua kwa mara ya kwanza, usipoziona basi utabonyeza hii hizi alama tatu ama hizi dot tatu, basi utaweza kuona machaguo kama hivi haya. Kwa hiyo utakavyoyaona machaguo kama hivi, hivi, utakwenda katika kipengele cha vacancies. Kwa hiyo kwa wale ambao wanatumia kompyuta uh, basi watakuja pia tu hapa hapa katika vacancies, watabonyeza na baada ya hapo wataletwa katika hii peji ya, ya, ya maombi. Sasa utakapofika katika hii peji, kuna mawili, aidha uwe tayari ushawai kufungua akaunti na ushawai kutuma maombi, ama iwe ni mara yako ya kwanza. Kwa hiyo kwa, yu, kwa yule ambaye tayari aishawai kutuma maombi katika mfumo huu wa ajira kutoka jeshi ya uhamiaji, ataingiza username yake ambayo ni namba ya NIDA pamoja na password. Hapa ataweza kuthibitisha kwamba sio robot. Baada ya hapo ata log in. Lakini kwa wewe ambaye ni mara yako ya kwanza, basi utahitajika kuja katika kipengele cha kujisajili kama tunavyoona. Kwa hiyo if you don't have account register here, kwa hiyo uta, utabonyeza hapo register here. Kwa hiyo hapo utapata taarifa ambayo ni muhimu kwa wewe uta, uh, ambaye unataka kufungua account. Kwa hiyo hatua ya kwanza itahitajika uweze kufanyaje? uweza kugusa hapa ili kuweza ku verify namba yako ya NIDA kwa utabonyeza. Baada ya hapo utaingiza namba yako ya NIDA uta search. Kwa hiyo kwa search zitakuja taarifa zako, mfumo utakuwa unafunguka taratibu, hatua kwa hatua, mpaka kuweza kutengeneza password yako na kuwa na account ambayo utaijaza wasifu wako na kuweza kutuma maombi. Sasa kuna changamoto ya kimtandao, unaweza kuweka namba ya NIDA na kuisearch lakini isiweze kukupa matokeo kwa hiyo, ikitokea itakupa matokeo basi, inaweza kuwa ni shida ya mtandao. Unatakiwa kujaribu mara kwa mara, ili kuweza kufanikisha swala hili na kutuma maombi mapema kabla ya tarehe kumi na moja. Kumbusha tena, kama ni mara yako ya kwanza, basi tambua kwamba mwisho wa video hii ni mwanzo wa video nyingine na, na kuahidi mtandao utakapokuwa umekaa vizuri, itakuletea video nyingine ya kuweza